wabunge nane wa chama cha demokrasia na maendeleo wameshinda polisi jana kwa siku nzima wabunge walishinda polisi juzi usiku walikwenda polisi na leo wameshinda polisi mpaka mchana manake ni kwamba wawakilishi hawa wa wananchi pamoja na viongozi wa chama ambao ni wabunge wameshindwa kuhudhuria vikao vya bunge kwa mashtaka ambayo kimsingi tunaamini kabisa kabisa hayakustahili kupewa uzito yaliyopewa. Waandishi wa habari nyinyi, ni mashuhuda juzi. Tukienda katika mkutano na waandishi wa habari katika eneo la Bunge, ndipo hapo panaposemekana wabunge nane wa CHADEMA walishirikiana kumpiga Juliana Shonza. Kwanza ni jambo la kufedhesha sana. Juliana ni mbunge na sisi tuna wabunge wetu ambao wanajiheshimu na wanaheshimu sheria za nchi. Hatukupeleka wapiganaji bungeni, tumepeleka viongozi wa kutunga sheria. Kwa hiyo kitendo cha kuwashtaki wabunge wetu na Spika akalishadidia hili, limenisikitisha sana mimi kama kiongozi wa upinzani bungeni. Kulikuwa kuna tatizo, nilitegemea viongozi wa bunge wanitafute kuniambia, kuna tatizo na wabunge wako lakini haraka haraka bila hata uchunguzi, mashtaka yakabumbwa, majina ya watu waliopo bungeni na walioko nje ya bunge kama mheshimiwa Cecil Mwambe ambaye hayuko kabisa Dodoma, wakasoma bungeni kwa fedheha kubwa kwamba eti wabunge wangu wamemshambulia Juliana Shoza, mbunge wa Chama cha Mapinduzi, na spika kusema kwamba ametoa ruhusa wabunge wetu washtakiwe kwa jinai huu ni mwendelezo wa kudhalilisha wabunge wa chama cha Chadema na wabunge wa Ukawa katika ujumla wake, jambo ambalo tunasema sisi halita tutetemesha katika misimamo yetu. Tutaendelea kufanya wajibu wetu ndani ya bunge kwa mujibu wa kanuni na sheria za nchi na tutaendelea kufanya vile vile nje ya bunge. Tunaiamini mahakama kama ambavyo mawakili wetu wamesema, na nimewaambia kwamba watu wabunge nane kuanzia juzi usiku wanasota polisi, jana kuanzia asubuhi saa tatu mpaka usiku saa tatu wanasota polisi, leo hali kadhalika. Wanaona hata aibu kufungua mashtaka dhidi ya wabunge ambao kabisa kabisa hawakuhusika. Ndio sababu leo wametafuta mmoja wamfanye chambo wakamshtake. Hakuna mbunge hata mmoja wa Chadema au wa Ukawa ambaye alimshambulia mbunge yoyote wa chama chochote cha siasa kwa hiyo tuna imani na mahakama na sisi tutaendelea kuwapa sapoti viongozi wetu wabunge wetu mahali kokote walipo wanachama wetu mahali kokote walipo ili tuendeleze kutekeleza wajibu wetu wa kupigania haki na ujenzi wa demokrasia katika taifa letu